Mama Dangote, mama, mama yake na Diamond Platinumz amewashangaza watu wengi baada ya kuweza kutoa majibu yake wakati alipokuwa akiulizwa kuhusiana na sakata zima la ukaribu wa Wema Sepetu pamoja na Diamond Platinumz kwa sasa hivi. Mama yake na Diamond tunafahamu, wakati anatoka tu safari na anafika waandishi wa habari wakamdaka, and then wakawa wanamuuliza eh, kuhusiana na hii issue zima. Ijapokuwa mwanzoni alikuwa anakataa kwamba yeye eh, hajui kinachoendelea, lakini baadaye alikuja akajibu na, na, eh, na, hey, ya na majibu yake yalikuwa short and clear, lakini ni yenye maelezo kidogo ingawaje jibu moja ambalo limeweza kuacha watu wengi sana na maswali ni eh, jibu ambalo fozi ukilisikia hapa tu mwenyewe, utajiuliza utashangaa, kwamba alikuwa anamaanisha nini hasa kwenye hiki ambacho ameweza kukisema kwenye hiyo interview wakati anahojiwa. Sasa niko na majibu yote hapa na nitakwambia chote alichoweza kukiongea mamake na Diamond Platinumz. Na muhimu zaidi naomba nikwambie tu kwamba na mengi zaidi ambayo nitakuwa nakuletea hapa, nafuatilia kwa ukaribu zaidi ili kujua kile kinachoendelea ku happen huko mjini, then mimi nitakuwa nakuletea hapa hapa kupitia channel yetu ya Bongo Vibe. Sasa cha kufanya, tumia sekunde moja tu kubonyeza neno subscribe hapo chini hii video, baada ya hapo like hii video kisha kwenye comment section utakuja kuniachia maoni yako kutokana na kile ambacho wewe utakuwa umeza kitazama katika hii video. Tazama chini hii video hapo utaona kuna neno limeandikwa subscribe, fanya tu kulibonyeza mara moja tu, baada ya hapo sehemu ya like utabonyeza, then utakuja uniachia maoni yako kwenye sehemu ya comment, baada ya kuweza kutazama na kuisikiliza hii video kuhusiana na kile ambacho mamake na Diamond Platinumz ameweza kukijibu baada ya kuulizwa maswali mazito eh, kadhaa kuhusiana na ukaribu wa Wema Sepetu pamoja na Diamond Platinumz. Sasa tunafahamu recently kulikuwa kuna ukaribu wa Diamond Platinumz pamoja na Wema, ingawaje Diamond kwa upande wake hajaonyesha hata kidogo, ila Wema Sepetu tumeona hataki kabisa kubaki nyuma na anaonyesha kila kitu ili kuweza kuachoma wale ambao walikuwa wanaamini pengine yeye aliachika kwa Diamond Platinumz na waligombana pengine, lakini pia akiamini, alikuwa anataka kuaminisha watu kwamba uh, pengine hana ukaribu na Diamond Platinumz. So akawa na post hata ile, uh, video ambayo of course nilikwambia kuhusiana na wema alivyokuwa ameweka picha anaongea na Diamond Platinumz video call. Iko hapa kwenye channel yetu pia, ukijaribu kuscroll kwenda chini huko utaona hiyo video ambayo wema alikuwa anaongea na Diamond Platinumz kwa video call. Yote ni kwa ajili ya kuweka watu waweze kuelewa kwamba sio haba, ehe, bado ana mahusiano mazuri tu na Diamond Platinumz, ingawaje anaweza kasio mahusiano ya kimapenzi, lakini kumbuko pia tunafahamu kwamba mara zote alikuwa akisema kwamba yeye kama mwanaume wa kwanza ambaye anatamani amzalie mtoto, basi anaamini Diamond Platinumz anaweza kaa ni the best one, ingawaje alikuwa anasema hayo yote kipindi ambacho tayari yuko kwenye mahusiano na wozu na vitu kama hivyo hapo hivi so Mamake na Dangote bwana, ni moja watu ambao tunafahamu huyu, uh, Diamond ni mtoto wake, na Diamond iko kwenye mahusiano na Zuchu. Sasa tunafahamu Zuchu alivyo jealous, na kiasi kwamba tunajitegemea pengine aweze kuonesha reaction fulani hivi, lakini mamake na Diamond yeye amekuja kutoa jibu baada ya kuulizwa swali la kwamba anaonaje mahusiano ya Diamond Platinumz pamoja na Wema Sepetu. Yani ule ukaribu wa Wema Sepetu pamoja na Diamond Platinumz. Kwake yeye unampa taswira gani au anaelewa juu ya kile ambacho kinaendelea, lakini pia eh, anajifikiriaje ama anaonaje kuona mwanaye ana ndoa yake kabisa alafu anakuwa na ukaribu na yule ambaye alishakuwa ex wake kiasi cha kwamba wanaweza wakarudiana na maisha yakaendelea alafu pengine anaweza akaharibu ndoa yake huko na Zuchu. Mama kina Diamond Platinumz kwanza yeye yeah, amekuja kufunguka tukivyake tena akiwa uh, comfortable kabisa na kusema haya kwamba kwanza um, kabisa yeye yeah, hawezi kuingilia mahusiano ya Diamond Platinum na Zuchu. Hata kama ikitokea Diamond uh, anakuwa anadate na mtu mwingine mama kama mama uh, hawezi kuingilia kwa sababu hajui nini ambacho kinaendelea kati ya Diamond pamoja na Zuchu. So maamuzi ya Diamond always waga anayafanya yeye pale ambapo anaamini, pengine kuna sehemu ambapo aliamini yuko sahihi, alafu kumbe sio sehemu sahihi. So anasema kwamba kuna wengi sana ambao walipita walipita kwa Diamond Platinumz, lakini wakaachika kutokana na kwamba Diamond aliona sio wanawake sahihi. Lakini kikubwa zaidi ambacho mama yake na Diamond ameweza kusema eh, baada ya kuuliza swali la kwamba yeye yeah, yeah, sasa anachukuliaje ukaribu wa Wema Sepetu pamoja na Diamond? Kuna kitu gani ambacho kinaendelea? Labda wanaweza wakawa wana, uh, wana kitu kikubwa ambacho kinakuja huko mbele pale mama na na na Diamond Diamond Platinum Platinum platinum kulitoa akasema tu tu kwamba kwamba kwamba yeye kwa kwa kwa upande wake kwanza hana ukaribu na wema wema Wema Sepetu, lakini cha pili, Wema sepetu tu, lakini lakini cha pili anaona kama vile anajipendekeza anajipendekeza, hakuna kingine. Wakamuuliza nini hasa ambacho anatamani kukipata kutoka hapo, ndipo ambapo mama Dangote akaja kusema kwamba hajui kiundani zaidi ni nini ambacho kinamfanya Wema ajipendekeze, lakini anavyojua yeye ni kwamba Wema Sepetu anatamani kupata ukaribu na Diamond Platinumz ili mwisho wa siku aweze kuzungumziwa zaidi, lakini pia aweze kusafisha jina lake kwa sababu mwanaye ni sta ambaye anakubalika, alivyokuwa anasema mamake na Diamond. Kwa hiyo anaamini kwamba hata Wema Eh, akiwa na ukaribu mzuri ama akiwa uh, na ule amba ah, ukaribu ambao ni bora na Diamond Platinumz basi inaweza kuwa njia yeye kuweza kujisafisha na akaonekana mtu safi tofauti na vile watu walivyokuwa wanamtaki huko nyuma. Sasa Mama Dangote amejibu tu hivyo, ila jibu kubwa ambalo limechukuliwa serious ni kwamba Wema anajipendekeza kwa Diamond Platinumz, kitu ambacho wengi wamebaki na maswali kwamba inakuwaje mama mzazi anajibu swali, ajibu kama hili hapa hivi kwa ukaribu wa Wema na Diamond bila shaka hata mwenye pia unaweza kala comment yako tuambie, unadhani mama wake Diamond Platinumz amejibu jibu, jibu sahihi kwa hiki ambacho amezo kisema, au au amejibu vibaya, ilitakiwa tu ajibu uh, polite uh, in a polite way kwamba ajui kile kinachoendelea kati ya Diamond pamoja na Wema au angejibuje? Comment yako hapo chini, utakomentisha sana, lakini kama nilivyokuambia, nina mengi zaidi ya kukuletea. Kwa hiyo muhimu zaidi uh, usisahau kubonyeza neno subscribe hapo chini, hii video Hili video zinazofuata wao wa kwanza kabisa kuweza kuzipata hapa hapa. Mimi naitwa Gabby Official na hii ni Bongo Vibe. Tukutane next video. Bye bye.